ezi wa tanki la kuhifadhia maji lenye ujazo wa lita 200 umefikia asilimia tisini. Ujenzi wa tanki lenye ujazo wa lita 50 lita hamsini elfu umefikia asilimia 80. Ujenzi wa kibanda cha kupokelea umeme umefikia asilimia tisini. Ujenzi wa ulazaji wa bomba zenye urefu wa mita 31 na 97.47 umefikia asilimia tisini ujenzi wa vituo 19 na vioski viwili vya kuchotea maji vyenye jumla ya vichoteo 75 umefikia asilimia 92. Manunuzi na ufungaji wa pampu na mfumo wa nishati ya umeme jua umefikia asilimia mia moja. Ujenzi wa ofisi ya chombo cha utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii ibumi sibiuso umefikia asilimia 87. Kazi ambazo hazijatekelezwa ujenzi wa uzio wa kuzunguka tanki la maji la lita 200,000 pamoja na chanzo cha maji, ulazaji wa bomba zenye urefu wa mita 600, usimikaji wa beacon kwenye njia ya bomba, ujenzi wa DP mbili na vioski viwili vya kuchotea maji, upelekaji wa umeme wa TANESCO katika eneo la kisima. Hali ya upatikanaji wa huduma ya maji mradi wa maji Ifumbula, Isenga na Kapemba umefikia asilimia themanini na tano na tayari umeshaanza kutoa huduma ya maji katika vituo kumi na moja vilivyojengwa katika kijiji cha Ifumbula. Vijiji vya Isenga na Kapemba vina vituo kumi na mbili vya kuchotea maji, vituo sita kwa kila kijiji. Changamoto zinazoikabili mradi huu ni pamoja kutounganishwa kwa umeme wa TANESCO kwenye chanzo cha maji. Hali hii inapelekea maji kujazwa kwa nishati ya umeme jua wakati wa mchana kukiwa najua tu. Tumewaomba TANESCO atuunganishie umeme kwenye chanzo cha maji, lakini bado utekelezaji haujafanyika pamoja na kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Utekelezaji wa mradi kwa njia ya wataalamu wa ndani force account umepelekea mradi kuchelewa kwa sababu fedha zilizotengwa haziletwi kwa wakati na au haziletwi kabisa ndani ya mwaka husika. Katika bajeti ya mwaka 24 25 tulitengewa kiasi cha shilingi milioni thelathini na nne na themanini na mbili elfu na mia tatu na mbili lakini hadi mwaka unaisha hakuna fedha zilizoletwa. Unahitaji nishati ya umeme, lakini umesema ndio mpo kwenye mazungumzo ya watu wa TANESCO. Hivi hamuoni kamba huu mradi kuna wakati unasuasua una, una kuwapelekea wananchi maji kwa sababu tulio swala la umeme? Ni lini mtakamilisha hayo mazungumzo na umeme uje kwenye mradi? Kwa tuliwaandikiaga TANESCO kwenye miradi yetu yote watupelekee kwenye vyanzo vyote vya, vya maji watupelekee umeme, lakini kwa sasa hivi kwa hapa ilionekana kwamba wao kupata jene, nani transformer inakuwa ni ngumu. Wamenisumbua kweli maswali, nataka tu nani utupatie uelewa na kitu tumeshajua kama tatizo liko serikalini, liko tatizo liko kwa fulani, tatizo liko wapi? Kwa hiyo ina maana wewe kwa sababu ni muhusika tu hapa ndio lazima utupe kila aina ya picha okay unayoona kwa mambo ambayo imewakwamisha kwenye mradi, ndio maana kama bomba hivi hakuna bomba mbadala. hizo hizo an wale watu wanawu, karibu milioni kumi na nne zile hamjawalipa yawezekana, na kama mmewalipa, kwa nini wanaendelea kufanya hivyo hivo? Kuna watu hawajalipwa kama kuna watu hawajalipwa. E, manake hata hizi sola haziko -ha, salama sana haziko hmm, salama. Mtu anaweza kujiamua tu anamwaje kujilipa mwenyewe anaondoka nayo basi. Sasa, hayo ni madeni sini ya mkandarasi ondoka ya, sini ya, madeni ya, ya, ya, ya, mkandarasi elfu mbili na ishirini na nne, kuanzia hapo sijalipa tena hata senti moja mpaka leo. Kwa hiyo nilifika mahali nikataka kuacha hii kazi, lakini jamaa fulana kanishauri akasema, kama utaacha kazi kikachukuliwa kitu watakuja ukamata wewe, hebu endelea kulinda, watakuja ukulipa. Basi nikaendelea kwa mfumo huu. Mzee kama huyu analinda bilioni moja na milioni mia tatu halafu hajui hatima yake ni lini, mpaka sahizi hajui atapewa posho yake lini, na hatujui posho yake ni kiasi gani. Ningependa tu nijue kwamba huyu mzee naye tunamwachaje, ili ajue kwamba chama kilifika hapa, neema iliingia nyumbani. Tujue anadaiwa, anadai kiasi gani na atalipwa lini, au anaanza kulipwa lini. Sio hapa tumepita, kwa sababu wamefanya kazi na chama kimesema, tukaacha hivyo, lazima tuende tumejua mba yule mzee naye ambaye ametulindia mabilioni hapa nilinda naanza kuvukula matunda ya kazi yake. Sahivi mwenyekiti amesema kwanzia mwezi ujao, naye mkataba ili tuanze kumlipa kazi na utu. Jamani, mi natoa Kiberiti mwenyekiti wa wilaya, kama alivyosema katibu, tunazungukia baadhi ya miradi kienda kwa mkurugenzi ofisi ya mipango pale, karibu kila kitongoji kuna miradi ya mamilioni mpaka ya mabilioni ya shilingi, ambayo serikali ya awamu ya sita imetuletea sisi Wanatanganyika. Sasa kwenye tilipu hii, VETA yetu imeangukia kwenye ziara ya kwetu, tukasema tupite tuone mafanikio, tuone hali halisi pesa ya wapiga kura wetu, pesa ya nchi yetu ambayo imeelekezwa huku Tanganyika na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeanza asubuhi, kwa hiyo saizi ndo tumefika hapa. Tulishapita mara ya kwanza, hii hali yote ilikuwa ipo ni kama haikuwepo hivi. Utekelezaji wa mradi katika mwaka wa fedha 2023-2024, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilitenga kiasi cha shilingi mili, bilioni moja milioni 686,665,582 na senti 71, kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi yani VETA katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Katika kutekeleza mradi huu wizara ya elimu sayansi na teknolojia imekasimisha jukumu hili katika taasisi zilizo chini yake yaani idara ya udhibiti ubora wa shule wilaya ya Tanganyika ikishirikiana na mshauri elekezi yaani chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya Musti ambapo utekelezaji wake e, unatekelezwa kwa utaratibu wa force account. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 14 mwezi wa 7 2023 na ulitarajiwa kukamilika tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza ishirini ishirini na nne. Tunampongeza sana, tumempongeza tuna sana ofisi ya waziri mkuu kwa kuona sasa kwamba kumbe ni vyema kila kila wilaya iwe na chuo cha VETA na tunaona yanavyosimamia matangazo kila muda, vijana wanaingia huku na ukule, vijana wa VETA wanapata ujuzi. Ndio maana hapa nimetaka kusema kwamba VETA ongeza yeah, ujuzi e. Kwa hiyo sasa kadiri siku zinazozidi kwenda, kumbe nchi yetu ita, itaenea kuwa vio na vyuo hivi vya VETA. Nampongeza sana pia Mheshimiwa Rais kwa kuweka msukumo wa fedha hizi, hatimaye hata Wilaya Tanganyika tumekuwa na uh, majengo kama haya, tumekuwa na chuo kama hiki ambacho hatukutarajia hiyo. Ni jambo la kujivunia kwa Mheshimiwa Rais. Huku ni chumba cha OCD kwenda kumkuta mpaka maelekezo. Hii ni ziara ya kawaida ambayo iko kikatiba, ambayo kwa mwaka huwa tunakagua miradi kuanzia mwezi wa sita baada ya miezi sita tunakagua miradi pia mwezi wa kumi na mbili Lakini kwa mwezi wa sita tukifanya hivyo, kwa sababu tulikuwa na shughuli za uchaguzi, maandalizi ya uchaguzi. Hivyo mwezi wa kumi na mbili tumefanya ukaguzi wa miradi ili tuweze kwenda na kasi ya Chama cha Mapinduzi, CCM oyee!